Naeza piga nduru, nimemwachia akili yake. Ila uchezi nimempa adabu John unanifahamu mimi hmm. Ndipo nimpe mtu adabu, nakuwa nimempa nafasi ya kujitambua ndani humo. Tukiingia utaona maajabu, ila utayaona tu. Mambo bado, mambo vipi? Ni kiba again, nimerudi tena, tuko ndani ya John Cena Silver TV. Kawaida yetu ni kama kawaida kama uja subscribe please, make sure ume subscribe, ume like, ume share. Alafu kwa comment section pia, make sure ume comment, ume tuambia suggestion anything, yeah, au siyo? Au siyo kawaida. Sasa watu wangu, ni Johncena Silver na kawaida yetu kama, kama kawaida kama, kama, kama umefika huku na mara ya kwanza make sure ume subscribe road 200k sini 200 ama 300 subscribers tufike. Hapo katikati alituma kuna mtu alinipigia simu akinitusi, eti sister yake Rehema, hata nimeona na tunatumia sister yake vibaya Eh bata mimi alimpigia bata, tuja sija nini, sister naye anajua, najua sister yake, but sasa simu amekuwa pia mimi anataka amekuwa akinipigia nitoe hii video nyingine yenye nimeweka leo hii ya mm -hmm. uh, Nyon Moss mm -hmm. iko kwa YouTube yangu. Sasa Nyon Moss ni kanyaga pole pole, eh, sasa hii inasema Nyon ni kanyaga eh, Nyon ni kanyaga pole pole, mrembo kanyaga pole pole So I mean, kwa kunithreaten manzi wanataka hiyo ngoma pia itoke, okay? Kwa YouTube eh, but nimesema mi siogopi juu mi niko na we mheshimiwa, na niko na mm -hmm.

Hapana, yeah. Niko na surprise, tulia, nataka niwapange. Wewe tulie tu tusikie surprise. Nataka niwapige surprise. Mimi ndio natangulia mimi ndo najua, lakini msistuke. Ni surprise moja noma sana, si twende? DT diti ana kujanga wakati wake mambo ya hmm. E, diti ni polepole haina haraka na unaenda kwenye place ni safi, place ni kubwa noma. Hata najua unashangaa nimejua hivi huko One Paradise ulikomenipitisha siku ingine hapo, alafu before tuingie surprise. Ni hapa hapa tu? Ni nini kwa hapa? Si ni surprise yako normal.

No, okay. Hey, hey, hey, hey! No, <laughs> huyu ni better than ule yeah. This is better than Rehma manzi. Mi bana, kama anaeza fikiria anaeza pata, kama wako na huyu, minaona mina tutu, mwache

ndemeleta hapa, mimi siko najua bro, I'm sorry. jamaaminaanamimimi mimi mimi. Mimi mimi surprise, sio wewe yourself. You just recording things. Mimi nakusaidia bro. Nini? Unamjua, unamjua. She's my lady. <laughs>

then I took everything, kuna mali zangu amebaki nayo but, so I left Rehema for mali, atarudisha pole pole, si gari tu, mambo mingi Rehema mechizi huko sasa Kajiado, lakini acha, tutashughulikia mbuzi

nakuhurumiaunajua unajua, niliona mkipita mahali nikasema, lazima nifuate nijue penye mnakaa. Niliwafuata nyuma nyumanyuma, nilikuwa rauni zangu pale, nikaona Kendi alikuwa napita, nikasema, hao nawajua wote, lazima niwafuate, nikawafuata, ukaingia hapa Nikasema lazima nikupige, nikupiga surprise. Nimekuchukua, nimekufikisha. Hiyo mkate umekula ni amekupea mani, umekuja kuchukua hapa sini hapa. Hiyo mdomo mwenye masema mekulipa na nini? Unafuatilia Yanga watu wangu na kuangana nao. John Cena umesimamianga kweli, hakuna venye na mtu akiumia na mwenye mimi ndenda kuimba zao. Aumepigwa simu tukiwa na Mheshimiwa John Cena kwa studio. Kumbe kuna surprise mm. Sasa mi pia yeah, ka, mimi pia siwezi cha mheshimiwa John Cena ni yeah. Yeah. Mimi nimekubali yote, mimi ni mama, ni sawa yeah. Lakini leo tu, tu, her yeah. na <laughs> <laughs> <laughs> namjua vizuri Mbona na mwanaume ni pesa, mwanaume ni pesa, so lazima tutumie pesa kwa mwanamke enye, mnajua enye sijui pesa itumike kwa wanawake, si ndio? inshallah

Zile viatu ni za nani? Kwa hivyo mmenyorosha kwenye ile bedroom. Kuna kitu mnajua mniambie? Hakuna. Udem ni shetani. Tafadhali, rehema sasa.

Yeah. Watakuambia kitu wameleta kufanya hapa, utasikia demi ledi wako Kolo, Kolo, lakini Kolo, Kolo. Unajua Johnsina, ukiona Johnsina hapa ujue kuna kitu no. so, kili ni ramba na hiyo love, bro. Kili nimwambie mwambie, huyo alikuwa mama, sindio mama? Inamanisha huyo alikuwa mtu wake, ameshafanya naye. Nilitangulia bro, hadi tuko na mtoi. Haufai kufuata kwenye mwanamume wenzako amepita. Unakumbukanga tukienda kwa Rema alikuwa chizi, ukasikia daktari akitaja nini? Kendi, ama kusikia jina kama Kendi tukiwa pale, tukiwa pale tumewaleta, basi umekuja, mmeona tuko na yeye endeni mnaingana kumwelezea nini? Amna, tunataka kukusaidia orogea madawa, amekukorogea madawa, umesema tuende, si ndio? Usishike mrembo wangu tafadhali. Respect respect eh? respect respect, my my my lady lady lady, bro, but but sina uh, uh.

na tumenyamaza yenye itakuumiza . Sasa unajua nini? No, uwezi lazimisha, uwezi lazimisha mtu kama hataki. Twende hey. Haya basi, ona bro, sisi tumekuja kama kama ma bro save, na kama unataka kama unataka tukuache, ona tutakuacha hivyo, lakini you usikuje hapo tunalia save your, you your, your energy please.

ata nikumbuka huyubaya. Kila mtu atakufa, kama ujakoro usikule, utakula tu usitwale insioni kama nimwambie tu mara moja, banabaiska, niambie kama, wataki msijifanya wazuri, kama ataki hivi. Unaje surprise yangu, kuja niwaambie. Salamu zako ni mingi toka nawe pia toka nao enda nje toka kuja niwaambie. Fanya hivi tunaona umetufukuza. Eh, njoo niwaambie. Kuja niwaambie. Kama mm, ni masamaka pia atachukua kufika kuje na yeye kwa nyumba, unaje na kuja kuwa kungota sasa. Unajua Mheshimiwa, ujeniambia unasimama na chama gani bwana? Kwanza tu tunashughulikia maneno. Oh, sina chama sai na independent sai ncheze chini eh,

Mimi ni, nilimuona na nilitaka tu kumjali. Mm. Nikasema sitamwambia naenda kum nini, nikasema ndafanya kama surprise mwanguzi mitupo huko, alianza kwa kiti, nafikiri ni kuanga base kwa kitanda, huko kwa kiti <laughs> <Baluka. laughs> Nakuhurumia bro. Utakufa vibaya. Lakini Kendi, kuna venye pigia daktari kwa simu yako ashiki amekata sengiremr sani mru nimesota Eo, daktari. nipo salama, niko na emergency hapa, nilikuwa nataka e, kutane sahi sahi, kama umeona Kendi ako na pita sahi, sahi. Kendi, zi, kama Kendi, pita sahi. Kiangalia kwa mitambo ana kwenye mitambo wako pamoja. hawako pamoja. mm. Wapo. naweza naweza naweza kuja kulingana sehemu ambayo nipo eh. ni eh. mbali mm. ila, mm. eh. ila niko nawe, Joni. Wewe endelea nalo, ila ukitoka pale nikutekateka ile sehemu sehemu ile ambayo tunapatana wakati wa masuala kama haya eh, ndio sawa, haya sawa, ile haya. ako mbali na sijui mtu akipenda kieni nini ufanyika. Watu wangu, bye bye, tunawaletea updates nyingine. Mambo <laughs> yeah. <coughs> ja, vipi? Ni John Cena Silva na yetu, kawaida yetu ni kama kawaida hapa mahali nimesimama ni shamba ni 50 by 100 plot. Ukiangalia kando yangu kuna nyumba sehemu poa so, sana KCA University, mahali inajengwa Main campus, KCA University. Eh, Kitengela, KCA nini, Kajiado County eh, hii ni shamba ambayo inauzwa saizi bei ambayo inauzwa eh, ni 500,000 current price size. Wengine wanauza ngapi? 600 750, hapa ni 500. Eh, kama uko na cash atakupunguzia, lakini mwenye hapa kwa hii nyenye nimesimama anataka cash, lakini kuna zingine bado nimeambiwa. Ukiangalia hapa kando ni watu wamenunua, wanangoja kujenga, wanangoja university maliziwe, waeke kitu inaitwa hostels. Hostels ni mahali ambapo wanafunzi wanakuja kuishi eh, wakiingia shule, masomo na so kama unahitaji mashamba ziko mingi sana, ukiangalia kule juu bado hizi zote mashamba ziko ziko za kulipia mdogo mdogo. Eh, kwetu homes watakuzia shamba ya kulipa mdogo mdogo lakini kwa hii ambayo tumesimama mwenyewe anahitaji cash. Details ambazo ziko ni title deed na inasoma kwa mwenye hii shamba, ukinunua unafanya transfer mara moja. Kawaida yetu ni kama kawaida, au sio? Nunua shamba ishi kwako. Mombasa road ndio ile Mombasa Road, Konza City ndio hapo chini, ukitaji more details, nipigie simu 0704 315 459. 0704 315 459. Kawaida yetu ni kama kawaida.

100%. Hey. Noma. Hayo hivyo tu. Ameangukia kifaa. Na yeye pia anajua ananipenda. <laughs> Hey. Huh? Mm -hmm.